Teargas ilikuwa imeisha, na saa hii naona ni kama itarudi. Hakuna mtu atatutetea. Naitwa Lilian from Kondele. to me it is a sad day, sad Wednesday, but ni sawa tu. Mi hata ningewish tu Raila angekuwa tu, hata unajua ile time alikuwa anashindwa na tunalia na tunamuona baada angeshindwa tu na tunamwona sisasa amekufa kabisa. i sasa unajua, na tumelia ya mwisho atutawailila tena ju ya Raila, si tulitaka tu, wakai, tu hata kama 100 years angekaa tu. Tiaga silikuwa imeisha, na hii naona ni kama itarudi, hakuna mtu atatutetea. Tulikuwa tumeingia kwa serikali sasa akitusielewi ametweka kwa serikali, tutakaa kwa serikali ama tutatolewa.

kama tunalia tunalia kama hako . Sasa hiyo unajua, saa tunalia na tutawai lia tena, tumelia ya mwisho na ameenda kabisa. But to the family sorry, jo Kenya poleni sana it's sad. Sawa sawa.